Karibu tena. Rita amejitokeza kwa mara nyingine akiwa anatupa vijembe kwa Zuchu. Inaonyesha kabisa kwamba hataki mji upoe bado, ameendeleza mapambano. Hivi ndivyo ambavyo ameweza kuonekana katika video hii hapa, ambayo imeendelea kutende katika mitandao ya kijamii, akiwa e, katika gari, huku akirusha vijembe kwa Zuchu mm, akimchamba, kumchamba e, kwelikweli ameendelea kujibu mapigo baada ya siku za hivi karibuni Zuchu kuweza kumchamba. So bwana, hatimaye kama vile Zuchu amekanyaga makaa ya moto yanaendelea kumpalia baada tu ya Rita kuendelea e, kuonekana kitupa vijembe kwa Zuchu, licha Zuchu kuweza kukaa kimya, lakini bado Rita ameendeleza mapambano ya kujibizana, kumtukana mrembo huyu Zuchu. Hili ni sakata zito ambalo kwa sasa kiukweli limeendelea kutende katika mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, ugomvi wa Zuchu pamoja na Rita. Rita mm, yeye ndo kwanza kumekucha na ameendelea pambana kuhakikisha kwamba anamkomesha Zuchu kuweza e, kumjibu na kumtukana huku akimchamba e, kumwonyesha kwamba yeye ndiye mtoto wa mjini Zuchu ameakanyaga sasa. Na safari hii Rita amedai kwamba hawezi kumwacha salama, atahakikisha anazidi kumchafua katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kuendelea kumuumbua Zuchu kuendelea kumsema vibaya na kumtukana kama alivyomtukana e, siku za hivi karibuni, kudai kwamba Zuchu ni mchafu, anajikuna ovyo na afui chupi zake za ndani, jambo hili ambalo iliweza kutrend sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Sasa hapa Rita leo ameweza kujitokeza tena akiwa katika gari, huku akiendeleza vichambo, akiendeleza kumtukana Zuchu na kuweza kuonekana akiwa na furaha, kuendelea kuandama Zuchu katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Huu ugomvi ni mzito kama Hey, Diamond Platinum asipoingilia kati, nadhani huenda wakafikishana pabaya, kwa sababu Rita ameendelea kumtukana sana Zuchu, na anamtukana matusi makubwa matusi mazito. Nimeshindwa kuwekea hiyo video ambayo imeweza kuonekana hapo, Rita akiwa anamtukana Zuchu, kutokana na matusi yao ni makali mno, huku akitupa vijembe kuweza kumuonyesha jeuri kubwa, kwamba yeye ndiye mwanamke mtoto wa mjini, amezaliwa mjini hakuna anayembabaisha, ndio kwanza kumekucha, na atahakikisha kwamba anampoteza Zuchu tukana jinsi Rita ameendelea kuvua nguo Zuchu kumtukana matusi ya nguoni kuweza E, kumuonyesha kwamba yeye haogopi chochote na hata kama wakiungana huko mzima hawatamweza Rita. Hayo ndiyo maneno ya Rita akati anamtukana Zuchu kuweza e, kumjibu matusi makubwa, matusi mazito ambayo mpaka sasa yameendelea kuzua taharuki kubwa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Bwana, asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Hizi ni habari mpya ambazo zinaweza kutrendi baada ya Rita kuweza kuvujisha video akiwa anaendeleza mapambano ya kumtukana Zuchu matusi ya nguoni, kuweza kuvua nguo hadharani mbele ya mitandao ya kijamii. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto.